Masikitiko makubwa sana mbele kwa kwa ambay tunatauliakainichangia ktuiaatototekii asema kazi ya Mungu haina makosa. Kumwombea kwa mombea tunamsubiri tukikamilisha sana. Naitwa Khadija Omar Kopa, kaimu mkurugenzi wa Tanzania One Theater. Leo tupo hapa kwa ajili ya kifo cha msanii mwenzetu kaka Ally Star maarufu Ally Star. Watu wengi wanamjua, ni mtu maarufu sana tangu tisini na mbili tulipoanzisha TOT, lakini alikuwa anajulikana tangu enzi za bima bima taarabu. Yeye ni mtu maarufu sana, ni mtunzi mzuri, ni mfanyakazi mzuri, mcheshi, eh? ni mtu ambaye tumeishi naye kwa vizuri, lakini bahati mbaya kwa uwezo wake Allah amekata, ameaga dunia jana tarehe tatu saa sita mchana na leo tarehe nne tunasubiri mwili hapa ili tuende tukamhifadhi hifadhi ndugu yetu. Cha msingi tunawaambia wapenzi na wadau wote na watu wote tumwombee dua, Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake, Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema peponi. Inobakia, tuzidi kumwombea dua, tumwombee na rehema kwa Mwenyezi Mungu. Kwa majina anaitwa Sharifa Keto, ni msanii wa TOT. Tuko hapa leo Muhimbili, muda huu tunao kumstiri ndugu yetu, baba yetu, mlezi wetu Ally Hemed Star ni mlezi wetu kwa kweli, maanake tumemkuta katika hii tasnia na tulikuwa naye tunaishi vizuri. Kwa hiyo Mungu ameamua kuchukua mja wake, sote kwake tutarejea mbele yake nyuma yetu. Kwa jina anaitwa Margaret Mweru, kazi inafanyia TOT Plus. Mimi na kaka Ally Star kutoka mbali sana, toka mwaka tisini na mbili pia wote tumekutanika pale. Mimi nimetoka jeshi la wananchi wa Tanzania. Yeye katoka bima, tulitafuta tafuta sehemu mbalimbali, aija katolewa Zanziba, vijana wengi, wengine na wengine na kutoka sehemu tofauti tofauti, tukakutana tukaunda TOT. Kwa hiyo mimi na Ali tumetoka mbali sana e, Ali alikuja kwa ajili ya taarifa hiyo taarabu, akaboresha taarabu pale, akawa mwimbaji mzuri. Baadaye Kapteni Komba akasema sasa nyinyi kama bezi mnaweza mkawa naitikia bezi, akawa anaitikia vizuri sana kwenye kwaya, alikuwa anaitikia. Naitikia vibaya mno, mm, anaitikia vizuri. Nyimbo zote zinazo chama zinazohusu kuhamasisha mambo ya serikali, kaka alikashiriki zote. Ni mtu alikuwa mtu mzuri kwa kila fani. Hatoro kucheza tu ngoma ndo akuthubutu lakini vitu vingine vya kuimba hivi alikuwa anaimba vizuri sana. Na mtunzi mzuri. Yeah. Hapa tuko Muhimbili na mwaga mwenzetu kuna kumpeleka kwenye makazi ya milele. Kwa tunahuzunika kiasi, tunahuzunika sana kaka alitatuacha. Mm -hmm. Bado tunampenda kwa tunataka aendeleze tungo zake. Ni Mungu ndo kampenda zaidi. Kwa hapa tunatarajia kuondoka wakati wowote kuelekea Kilosa kwenda kumpumzisha mm -hmm. Makazi yake ya milele la heri huko aendako na sisi tuko nyuma yake inshallah. Kwa majina anaitwa Sanura Zuberi, ni msanii wa TOT. Uh, tuko hapa mwimbili kwa ajili ya kuja kumwaga mwenzetu, alikuwa uh, kama babu yangu mzee Ally Star, tulishi naye vizuri sana, ni mtu mzuri mcheshi. Ulimkuta kwa Ben? Yeah, nilimkuta, nilimkuta, nilimkuta na alikuwa na, tunataniana kabisa anamuita babu lao na anatuita bibi lao hivyo, yani ni mtu ambaye ni mtu mzuri sana kwa kweli Nasikitika lakini hatuna jinsi, ndio mipango ya Mwenyezi Mungu, tunasema kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajuun. Hatuna budi kushukuru tu Mwenyezi Mungu na mipango yake. Pali, ni Elias ni msanii wa TOT Plus, tupo hapa Muhimbili kuaga mwenzetu Ally Star aka Shababu, maana ametutoka tuna majonzi kweli kweli. Kama msanii mwenzetu, alikuwa ni mtu, alikuwa anatupatia story nzuri eh, anatupatia usia mzuri, lakini leo tunajiuliza tutapata yale madini wapi tena? Ndio tumeondokewa na mpigo wetu, lakini pia vitabu vya dini, nasema kwamba kila kama nafsi. Kwa hiyo hatuna la kusema ila, tunamtakia tu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina.